Hiyo malezi ni kazi ambayo kila mmoja wetu amepewa, na kazi hiyo ilianzia pale kwenye bustani ya Eden. Kwa hiyo hiyo kazi sisi wote tumepewa jukumu la kazi ya malezi. Ninazungumzia malezi, kwa nini ninazungumzia malezi? Kwa sababu sasa hivi mmomonyoko wa maadili mkubwa na vitendo vya ukatili wa kijinsia vimekithiri kwenye jamii yetu, sisi wote ni mashuhuda lakini pia anataka kama kina mama sisi ambao Mwenyezi Mungu ametubariki kuwa na necha ya kubeba mimba miezi tisa, kwa kina baba ni dakika moja tu, lakini sisi tutahangaika na mtoto miezi tisa tumboni. Tuna jukumu kubwa la kumlea huyu mtoto tunayemleta hapa duniani. Ninazungumza hivyo kwa sababu wote hapa sisi ni kina mama na kina baba, kwenye malezi wanatakiwa wawajibike kikamilifu lakini kama mama, je, unapomleta mtoto duniani jukumu lako hasa ni nini? Jukumu lako kubwa kwanza ni kumlinda huyu mtoto. Unapomlea mtoto, unatakiwa uhakikishe usalama halisi wa mtoto. Unatakiwa katika malezi yako yote uepuke zile aina kuu nne za ukatili wa kijinsia kwa huyu mtoto ambaye ni mtoto wa kiume ama mtoto wa kike. Kwa hiyo watoto wote wanatakiwa kulindwa, na haya yote ni malezi. Tunaposema usalama wa mwanamke, huyu mwanamke ni nani? Kabla ya kuitwa mwanamke alikuwa ni mtoto. Baada ya kutoka kwenye utoto alikuja kuwa binti, baadaye amekuwa mwanamke. Kwa hiyo tunatakiwa tuanze kuwalea mabinti zetu huku kusudi, neno usalama wa mwanamke ni jukumu letu sote liweze kutimia kikamilifu. Usalama wa mwanamke ni jukumu letu sote. Usalama wa mwanamke sasa kama kina mama, sasa hivi kuna vitendo vingi vya ukatili wa kijinsia. Kuna ukatili wa kingono, kuna ukatili wa vipigo, kuna ukatili wa kisaikolojia na kuna ukatili mwingine, ukatili wa kiuchumi. Kwenye uchumi tayari Mheshimiwa Rais ametuwezesha na mpaka sasa hivi tunapiga vita matumizi ya nishati chafu, tuko kwenye nishati safi. Lakini je huku kwenye vitendo vya ukatili wa kingono wa kisaikolojia na ukatili mwingine tunafanya nini kama walezi wakuu wa watoto kwa tujiulize, na leo tutoke moja, ya natakiwa, ya na neno moja kwamba malezi yanatakiwa yaendelee, na tunapoendelea kuwakuza watoto wetu tuwakinge na vitendo vya ukatili. Nitatoa mfano mimi mama na ndugu yangu ni mtoto wa wa kiume, anakuja nyumbani kwangu ninamlaza na watoto wangu wa kiume yule ndugu yangu anawafanyia ukatili watoto wangu. Je, mimi kama mama ninafanya nini? Wamama wengi wanakuwa hawana nguvu au uwezo wa kuja kuripoti matukio yale, atasema huyu ni kaka yangu, ni damu yangu, lakini tayari mtoto ameathirika na mtoto hawezi tena kujitetea. Kama mama huwezi kumtetea huyo mtoto, kwa hiyo jukumu letu sisi wakina mama pamoja na kutafuta pesa tuamke tuwakinge watoto wetu na masuala mazima ya ukatili, hasa ukatili wa kijinsia. Nina vitu vingi sana vya kusema, lakini kwa leo naomba niwashukuru, niwashukuru sana kwa iftari hii nzuri, niwashukuru kwa mwaliko mzuri, dada Catherine, tunakushukuru sana. Wanawake wote mliojitokeza hapa, ninawashukuru sana. Kwenye kampeni hii naomba tuambatane pamoja kuhakikisha jamii yetu inakuwa bila ukatili. Usalama wa mwanamke ni jukumu letu sote. Asanteni sana.